Jamani, mimi naomba niseme hivi, kwa kuwa mbunge wa Isimani ametangaza mara tatu elfu mbili na kumi, elfu mbili na kumi na tano, elfu mbili na ishirini, muda wote huo akisema kwamba anataka malize na awamu za viongozi wetu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Daktari Mheshimiwa Daktari Magufuli, na sasa hivi sasa na Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi naomba niseme endapo atagoma kustaafu sisi wananchi wa Isimani tutamstaafisha kwa lazima. Kwa hiyo ajue kabisa endapo atamua kurudia tena kutambuka maneno tofauti na ambayo alizungumza tutamstaafisha kwa lazima. Mpelekeni salamu, nawaambia hizi ni salamu za Wanaisimani, salamu za bwana eh, Festo Kiswaga ambaye ni kwa niaba ya wananchi wa Isimani. Sio kwamba namchukia mzee Lukuvi, mzee Lukuvi mimi ni kaka yangu nimejifunza vitu vyake vingi kwake, lakini hii ni kwa maslahi mapana kwanza ya ustawi wa jimbo letu ambalo nyinyi mnalijua, lakini pia kwa, kwa maslahi mapana ya wananchi wa jimbo la Isimani. Asante sana.